Saa kumi e, like, na mbili, ambako uko unasikiliza matangazo yetu kutoka DRC. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za moto, tafadhali like pia subscribe kwa Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow, na utakuwa wa kwanza kupata hizi habari za moto kila wakati. Ni muda ambao tunakuwa tuko na nafasi nzuri ya kuweza kusikiliza mitazamo mbalimbali ya wananchi wanasemaje e, kulingana na jinsi wanavyoona inchi inavyoendelea. Kumbuka operesheni Sadia Mzalendo bado inaendelea. Na pia usikose kuangalia B1 TV channel 2 ili uweze kukutana na matukio mbalimbali ambayo yako na rendima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Twende tusikize mtazamo. Miyo naumia sana, huu ni ukweli, wala siigizi wala sio kitu na tafuta kwako ili tunisikie, naona tuniongee Um, kuna wakati tulisema tuji tujifungua matu, tuwe huru kuongea kilichoko huku mioyoni, kwa sababu tusipokiongea tutaugua, tutaumwa madiabeti na matansio ya hipertensio zitatuua. Miki, kitu kwanza nataka sema, hata kama naona nisikuite sahii sababu sijui muda wako, sipendi kuita mtu mara nyingi wakati kwa mambo yake, lakini ngalinda kuita tu na shukuru kwa Mungu nilipata hii kontakti yako, nilipambana sana kuipata. Kuna mavideo kadhaa niliomba sana, ha, nafikiri na hauna muda ata wa kupita komenti nilisema utuelekeze jinsi ya kuzipata hizi namba, sababu tumejaribu kuziweka kwa WhatsApp zimekataa. Lakini namshukuru Mungu, mme wangu ame- amepambana amefaulu, zikaingia WhatsApp. Na hivi nimekupata, ukajibu, nikaona kabisa nimekupata, ama nimewapata watangazaji wetu kwanza nishukuru kwa kazi kubwa kunafanya rajabu na timu yako yote ya watangazaji nafikiri sio peke yako mungu awabariki na atawalipa mungu huwa anapenda watu wenye nia njema e, wale watu wenye nia njema ya kutetea utu na haki za binadamu mungu yupo na atawalipa asi atawalipa hapa asilimia na mbinguni pia atawalipa. Kazi hiyo sio bure, Mungu atawalipa. Ah, hii video mimi nakutumia ikupe picha ya mtu mweusi <clears throat> ikupe picha ya mtu mweusi, siitumi tu kwa maslahi kila mara hii video, na huwa naitazama natoa machozi yaani, um, nikwambie ukweli, kaka Rajabu, wewe ni mtu mweusi kama mimi, tena watu weusi ambao tumejikuta ni wa Kongo. Afrika yote ni ya ni ya watu weusi. Nikwambie kwamba hii dunia mtu mweusi hana samani, mutu mweusi hana samani duniani pote hana hii mwikale. Mnajua nyinyi ambao mko huko na sisi ambao tuko huku tumejua, tunaishi kama mbwa kwa watu. Aseme imbwa kama iko kwa watu, huwa inakunja mkia unanyenyekea na visivyo nyenyekewa, ili uone tu kama utavuka, ili uone tu kama utaishi unyenyekea. Hii picha hii uwe naniumiza sana, na sio hii tu, mtandao yote najaa ukatili wa wazungu wanaofanyia weusi ukatili wao, unajaa ukiviandika mtandaoni kwa Kiingereza, unaandika tu wazungu wanavyo uh, watendea watu weusi, utaviona vinakuwa vya mingi sana sana sana vya mingi, utachoka hata na kutazama. Yani, mtu mweusi hana samani duniani pote machoni pa mzungu eh. Sasa kitu huwa kinaniumiza sana sana mpaka nalia machozi na pamoja na kulia kwangu sijaweza kumlaumu Mungu na siwezi kumlaumu Mungu sababu nimegundua kuwa ni ujinga wetu wa Afrika na upumbavu wetu wa Afrika ndo inatuletea kudharaulika machoni pa mzungu. <clears throat> Sababu ikiwa mzungu anakuja na pesa, pesa makaratasi tu, hii bamepaka tu rangi, ni makaratasi anakupa ili uwe ndugu yako Muafrika, basi huwezi pata samani, anakudharau yeye, yeye, yeye anakudharau, kama shetani anavyokutumia, alafu unafanya ule upuuzi ambao shetani anakuambia ufanye yeye ye, shetani huwa anakuadhibu, na wakati umefanya hicho kitu anakuambia hujakifanya, huja sawasawa, anakuadhibu, lakini utaongeza tena kukifanya. Kukosa decision muafrika, kukosa umoja muafrika, kukosa upendo halisi muafrika kukosa kusaminiana Muafrika kutopenda uh, furaha ya mwenzako Muafrika, Muafrika na kadhalika. Hicho ndicho kimetuondolea heshima machoni pa wengine wanadamu, sisi tukaonekana hatuna thamani mbele ya wazungu kwa sababu tunakubali watutumie watakavyo wao. Yaani, sisi hatuna cha kufanya, tunawaambia nyinyi, a nyinyi ndo mfanyage ubaya wote, muendelee, sisi tutaishi hivi hivi. Pamoja na hayo, mzungu alikuja na injili yake kwamba, aa, maskini ndiye ataingia mbinguni, tajiri hata uona ufalme wa Mungu. Na sisi tukasema amena. Hicho kimetuponza sana. Mwafrika yeyote mahali pote alipo, kuwa China kule kote kule kote. Hana samani. Hana. Ingine shida ya Mwafrika. Mwafrika iko tayari kumutesa ndugu yake ajili ya mgeni. Iko tayari kumutesa ndugu yake ajili ya mgeni. Mkuya kuya tu hivi una, unaanza fama ni kama masifa ya kuonesha ule mgeni kama mwenzako hana samani. Hicho kitu, kaka Rajab, mimi wakinaniumiza sana, na hapa nilipo natamani ni ipaze sauti yangu niambie Muafrika, huu ni muda wa kujielewa. Huu ni muda wa kujua kwamba thamani yetu ni kubwa machoni pa Mungu. Mwanadamu yeyote ni sawasawa, hakuna aliyezidi mwingine. Hata uwe na pesa, niwe maskini, lakini bado niko maskini, thamani yangu machoni pa Mungu iko pale pale, na nawe na pesa zako, thamani yako machoni pa Mungu iwe iko pale pale. Kuheshimiana imekosa kwa Waafrika. Kuheshimiana na kusaminiana, ndio maana leo Kagame na Kabila na wengine timu yote wako wana wanajiunga ili kutesa wenzao wa Afrika. Ni hicho kutosaminiana, upendo wa kweli. Mgeni anakutumia uharibu ndugu yako, hakuna ujinga kama hiyo hakuna upumbafu kama hiyo papa haiko. <coughs> ikioti naniumizaka sana, nauliza Mungu, je, ni kweli sina samani? Ni kweli ulivyotuumba sisi, ulituumba sisi ili tuyapitie haya, tupitie upuuzi? Ni afadhali ungeliacha. Lakini narudia nyuma, najikuta kwamba ni sisi wenyewe ndo tumejiondolea heshima, kujizarau kujizarau na wakati unajizarau, maki unazarau naliye kuumba Mungu. Anachukua udongo, anachukua tumaji, anaku, anakandele udongo, anaitengeneza kisa, nataka yeye Mungu, kwa sababu usinge lijiumba hakuna mtu angeliweza kujiumba. Alafu anakuchonga pale, anapumua tu kale kapumzi ambako kanako toka tu, na mtu anabakia nanuka. Mungu anajua thamani yetu sote wanadamu wote, kila aitwaye mwanadamu, haja ni zile zile, haja ni zile zile, hakuna tofauti. Lakini mwafrika ndiye amejinyanganya utukufu, amejinyanganya heshima, amejinyanganya thamani mwenyewe. Mzungu atalaumika, ndio, lakini mwafrika naye pia, akili akili iko chini sana akili iko chini sana, lakini huu ni wakati wa kuamka, huu ni wakati wa kuamka. Ukiona ujinga wa muafrika kuua ule Lumumba juu tu mzungu anasema huwa unapiga masasi, fanya hiki, unafanya tu ile kitu. Kuanzia mwanzo kule, kumababu kule, ndo tumejivua heshima. Lakini kwa sasa, sasa hii niko naongea huu mwaka 2025 ni mwaka kabisa wa Mwafrika yeyote kufunguka na kujua yeye ni, ni mtu gani, ni wa thamani. Ni wakati wa kujielewa na kujua kwamba sote tuliumbwa na Mungu na thamani yetu ni ile ile. Kwa sababu mzungu ana nyamba, anakula kila saa haja ni zile zile na kojoa na sisi ni vile vile, kunuka ni ile ile. Kila mtu, hakuna mtu wa samani, hakuna mtu wa samani hapa duniani. Na machoni pa Mungu tuko wa samani kiwa tutatendeana wema na utu, tawale nafsi zetu utu. Lakini muafrika ametekwa sana. Mzungu asili yake iko tayari yeye yeye kufa ajili wengine, wazungu wote wanufaiki. Hicho kitu ndicho kinawafanya wao waendelee, lakini sisi wa Afrika, sisi, wewe uko tayari watu wote wote wote wakufe hivi wakufe, alafu wanufaiki we mtu mmoja unaona. Upumbavu yetu, upumbavu yetu ni hiyo tu Kwani ukipata hayo nani aone kama umeyapata na wote wamekufa eh? Yaani, wa mtu mmoja tu unufaike. Ona mzungu, yeye injili alileta vipande vipande nyumbani Afrika, alafu huku kwao akatia injili nzima na akafuata nyayo za Kristo. Kristo Yesu, yeye alikubali afe ili sisi wanadamu tunufaike lakini mwanadamu mpumbafu, kama vile Mwafrika yeye anakuwa anataka wengine wote wakufe. Huo moyo ni wa shetani, wengine wote wakufe yeye anufaike mtu mmoja. Unanufaika nini? Sio hata upendo, sio hata upendo kabisa, eh? Mwafrika hana thamani na samani hiyo hakunyanganywa ayo na Mungu, hakunyanganywa hayo na mzungu. Mwenyewe kaijivua kajivua, kajivua heshima, akasema mzungu, chukua heshima yangu, chukua kila kitu kyangu na akili yangu, niongozi. Hakuna upumbavu kama hiyo. Hata Mungu mbinguni najua ameshasirikia sana watu wa Afrika, sababu upumbavu kwa mwingi sana. Sasa ajabu mtu akitaka kuinuka kutetea haki mzungu ana, anajaribu tena kufanya ule upuuzi, anasema sasa, huyu mtu unaona unaona nataka kuleta hiki, nafanya hivi. We mwenyewe ni chema, lakini unamsikiliza we mzungu, kwa sababu umempa kutawale kuliko Mungu. Badala ya kumwabudu Mungu na kumheshimu Mungu, naheshimu mzungu. Muafrika huo anaona mzungu kama vile ni Mungu. Ni bupumbafu, na niko naongelea kumitandao

anachukua ile pesa anaanza kufanya uh, propaganda ya kumutengua ama kumuondoa yule mtu anayefanya mema jili ya Muafrika mwenzake. Tuko na mifano mingi, Bakadafi tuliona, tulisikia, tuliona Magufuli hapa juzi juzi, tuko tunaona Traore kisi Baafrika wako wanataka kumuharibu juu tu mzungu anasema anakupa pesa majani mpesa ambazo unaweza ukatumike na no ukazipate unatumika kwa halali, unapata vitu vya halali, lakini tu unataka tu umuue, ili kwa sababu tu anatengeneza Afrika kwa sababu tu analeta mwanga Afrika. Afrika maake, mzungu kazi yake anapendaka tu aone sisi tuko tubamandia, tunapanda tunashuka, tuko tunawalomba, tunaonekana babure. Hiyo ndio mzungu yeye anapenda. Lakini hii wakati huu, muda huu, mwaka ni mwaka ya, ya, ya mwafrika kuamka na kujua yeye ni nani leo eh? Kagame yuko na Twitter, anaita wanaume wote ya Kongo aseme ni maimbwa. Hicho kitu hiyo zarau imekuwa ya kiwango cha juu sana, imekuwa ya kiwango cha juu sana hii wakati ni wakati wa muafrika sa kuamka, kama ilikuwa usingisi, kama ni ulangeti mzungu alikutia kako. Hii wakati, baba, mama, batoto, vijana, ni wakati wa kulamuka na kuitetea haki, batatuua kama vile waliuole mtoto pale Goma juu twanaimba, narudilia tuka muziki kam antuka sa shoke Mutu mwenye haoni kinachoendelea na ajue mateso ya mwafrika tangu ulimwengu uanze, anaweza kuwa haiko mwanadamu halisi, anaweza kuwa haiko mwanadamu halisi. Na mimi najua mwanadamu yeyote mwenye weko usoni pa dunia iko na asili ya Mungu kimoja tu, shetani ndiye anayekuja kuondoa ule utu na asili ya Mungu, anapandikiza uovu huu unaotendeka hapo Afrika. Sitasema hata Kongo peke yake, sababu muafrika ni mutu, hana hana hata hamu ya kuona mwenzake anacheka. Muafrika hana hata hasa, kidanganywa na mzungu, anampa tu pesa, hana hamu ya kuona nchi ya ya mwingine, naendelea unainua buchuki eh, kabila vya bongo tu ukabila hiyoyote ni chanzo cha baba wazungu wanaosio wote wanaokubali kutumiwa na shetani. Lakini huu wakati ni wakati wa kuamka na kuangalia nini kifanyike, ili mzungu atukome kabisa mwa dunia ya Mungu hii. Vita vikuanza leo, mambo ya mapambano ikuanza leo Ukisoma Biblia unakutana ni mapambano, ni vita, ni vita, ni vita, ni vita. Kila mtu iko na tetea haki yake. Huu ni wakati wa muafrika kutetea haki yake. Huu ni wakati wa muafrika kuacha kuchukua uh, rushwa, mapesa pesa ya mtu fulani ili aharibu ndugu zake waafrika wote. Situjifunze mema Mbona wenzetu hawa wazungu, mbona wenzetu wazungu wako tayari mtu mmoja kufa ili familia yake inufaike, ili jirani zake wanufaike? Mutu anampa pesa, anachia mke wake, anaachia familia, anapanda kukitwa na jirusha, anasema nikipona inshallah, anasema nikikufa inshallah. Iko tayari yeye akufe wengine wanufaike, lakini laki, laki, laki, sisi tumepandikizwa mo mbegu mbaya uharibifu, na Mungu atatuhukumu kukamata pesa ama kiturire ama rushwa unakula weye, ili watu wote milioni na mamilioni waangamie, watu wa Mungu. Nani, alilo, nani aliloga ba Afrika? Ndio vile Paulo aliuliza Wagalatia, nani alibaloga, nani alilogaka mu Afrika

ya mzungu ameosea, amesema mzungu afanye kutuiba na afanye kutuua na anatumia sisi sisi, ananiambia mimi kwa mfano niende, anachagua kama ni watu ngapi, anasema hawa mtakaa mnawaua na hawa mtatuchimbia hizi bila malipo na kikulipa ni ile upumbavu, inchi yako inchi yenu, anawatumikisha muuane, na anawatumikisha mumu, mumuchimbie ile maminere yeye apeleke nchini kwao, wao wanufaike, sisi tubakie. Sasa tuna, tuna kufa na njaa, tunakufa na masasi, tunakufa na, na mambo kadhaa. Hivi kweli nani alaumike katika yote yanayotendeka hapo nyumbani? Nani alaumike katika yote yanayo yanayoendelea uh, Afrika? Sasa ni lini Mwafrika atakaa nyumbani kwao na kutulia na kustarehe? Kwa sababu hata hiyo ukimbizi hakuna mtu konayo. Shida nyumbani kwetu kungekuwa amani hakuna mtu anaweza lota ama kufurukuta kwenda mkambi. Mkambi ni mateso, mkambi hamuna furaha hata moja mkambi, kuna kuwa wasiwasi. Mtu ambaye hajaendaga mkambi anaweza akaisikie tu akafikiri a ni kawaida, lakini sisi ambao tumepitia makambi, tumeona mateso ya kambi hakuna mtu iko na haja ya kwenda kambini. Nimewaza, je, hivi kweli mzungu anania kweli ya kuondoa wakongomani wote Kongo ili Wanyarwanda waingie wakae kule? Kwa sababu ndiyo maana anavuruga nchi, ili wakaaji wakimbie, alafu Wanyarwanda waingie wakae. Ukatili gani huu? kwa huruma Mbona Rwanda ni ndogo sana? Haiwezi kaenee umo mkongo ni wadogo. Hiyo Goma na Bukavu wanapambania na ukalemi kama na, wuka, na Uvira itawachukua itawa wote na Kagame wote batekala umo na bata enea. Ni wadogo. Ni wadogo sana. Ni kama hivi kamate tomate moyo tupe mungungulu tomate moya itupe mungungulu. Unasema mimi naweka izi tomate, unasema izi tomate, kumbe ni tomate moja. Unakamata ngungulu natia kwa macho yako, unaona umejaza ngungulu, kumbe ni tomate moja. Rwanda yote, bakaji wote, population yote yote yote, jameni, ikisema iende Kongo itaishia hapo hapo kwa kuwa nataka mata na habata jaa hata wazae usiku na mchana abatajaza iyo izo uo bako wanataka kuchukua. Mbona Mnyarwanda nakubali kutumikishwa na shetani? Ni nini ko nyuma ya Kagame? Hivi hana utu kweli? Alafu wao wakifinywa wanaanza lalamika, sisi tuko, tuna uwawa huku tunapigwa mbaya sana, tunauawa, tunafanyia ukatili watoto wetu wanabakwa, kila kitu. Lakini yeye kadogo tu analalamika hivi. Nini kiko nyuma ya Kagame jamani? Sijui nauliza, sijui kama na, sijui niseme nini, kwa sababu tunayoyaona na kuyasikia, baba, yanaumiza mioyo sana Labda mtu ambaye mwenye hana utu tena, sababu naona baadhi ya Wakongomani utu umetoka, utu ile utu nafsi ya Mungu, ile utu nafsi ya Mungu imeondoka. Baadhi ya Wakongomani hawajielewi hata wanayofanya, hawajielewi, sababu ingekuwa wanajielewa kabisa, hakuna mkongomani anaweza simama afanye ile ukatili kwa nafanyika Goma na mkavu hayupo lakini, kwa sababu uh, ya ile utu nafsi ya Mungu imekaa pembeni, ndio maana mtu huwa anafanya ukatili kama huo. Niongeze kusema hivi, huku mabulaya, huku mainje, unasikia watu wako mgeni, anaishi kama vile mbwa, kikaa kwa watu mwenye naye anamwacha hapo, anajikunja hata sema hata foka, na nakaa pade mwenye huo mwenye alimleta umbwa. Na hayo ndio ambao tulikuwa tuko nayo kwa jioni hii ya leo, mengine tukutanane kesho saa 12 kwa habari za moto e, Rajab wakili Kabonga, big up kwa wote ambao mko na zili kuangalia Baraka 1 TV.